Daku yako unakula nini? Daku unakula nini? Daku unakula nini? Daku ya Saudia. Eh? Mambo ya daku unakula nini? Yes. Daku yako unakula nini? Thank you. Daku yako unakula nini? Eh? Daku yako unakula nini? Jo. Eh? Daku yako nasusia na nini? Hadi kad. Hadi. Dakwi. Ley, na maziwa na sushi Dakwi... na Kilimanjaro. Dakwi yako na sushi yana nini? Dakwi unasusia na nini dakwi yako? Kifaa. Kifaa. Hadi yogati? Yogati mbara. Inshallah, inshallah, inshallah. Hadi. Hadi. Haji. That's mine? No, not mine. <laughs> unashushia nini? <laughs> mkombozi anakuja nini? mkombozi unakuja Kilimanjaro. <laughs> Mkombozi anakuja Kilimanjaro na mimi <laughs> na mimi <nini? laughs> na, nashushia dayogati na na dakulangu hili e... shusha <laughs> nayogati hapa. Asante kwa Kilimanjaro yogati, mm. Muda wa daku, unakula daku la nini hayo? <laughs> hmm.